Na huku taifa likiendelea kushuhudia uhaba wa damu, wa damu muungano wa waandishi wa habari nchini, chini ya mwavuli wa Coast Media na wafanyikazi katika kituo cha Huduma kaunti, uh, ya Mombasa walishiriki katika zoezi la kuchangisha damu na kutoa hamasisho kwa wakazi kuhusu umuhimu wa kutoa damu. Taasisi ya utoaji damu nchini imekiri kwamba pwani inakumbwa na uhaba wa damu na kuwarai wakazi kujitokeza na kutoa damu. Started well. Uh, we have just started uh, do do donating blood, and uh, even the outcome is very encouraging. We have have seen even the passers-by are are uh, also also uh, uh, donating blood. People who are passing by, they They They feel also motivated. They join us. They have joined us in, uh, in, uh, in donating blood. Huduma Kenya imekuja na zoezi hili. Kwanza lengo na madhumuni ni kuhakikisha kwamba tunaongeza wingi wa damu. E, hivi sasa tunaelewa kwamba damu imepungua especially katika hospitali zetu. Tunaendelea kuhimiza wananchi kwa jumla, tunaumiza kwamba uh, wale wateja wetu na hata wafanyikazi kwamba wajitolee kwa wajitole, wingi waweze kuja kutoa damu ili weze kuokoa Mkenya yule ambaye yuko katika hali ya uhitaji. Ukituona tumetokelezea mali kama hapa, tumeitikia huu mwitiko, ni kuwa kwamba sahii tuko kwa under crisis, hatuna damu ya kutosha, na ili, ili tunahimiza watu watoe damu ili tukue na damu ya kutosha katika blood banks. Nikisema hivyo ni nini? Wakati kwa mfano mimi nikitoka hapa, nikielekea mali fulani, alafu nipata ajali, nitakuwa maybe daktari aniambie nafaa kuongezewa damu, sitangojea mpaka watu wangu wakuje kunitolea damu ndio nikuje niamke kwa hiyo kitanda. Inamaanisha nini? Lazima kukuwe na damu ya kutosha katika blood bank zetu, ili in case of emergencies hiyo damu itatolewa, tangu watu wako wakuje wa replace ile damu yenye itatumika.